Na bismillahi rahmani rahim, gari ilomchukua Samahat Mufti wa Tanzania akiteremka kwa ajili ya kurudi nyumbani Tanzania, baada ya kukamilisha ibada yake ya Haji. Sama mungeni, Samaha Naam, Samaha akiwa naingia kunako viunga vya uwanja wa ndege wa Prince Muhammad bin Abdulaziz tayari kwa matayarisho ya kurudi nyumbani. Hongera <laughs> <Salamu alaykum. laughs> sana Samaha, leo unarudi nyumbani baada ya kutekeleza ibada hii adhim ambayo kwako wewe ni mwalimu na kwako watu hujifunza. Ndiyo. Furaha Yo. Hiji samaha ime unaweza una, una, una, una, una, una, una, una ziha kuelezeaje? hii furaha Hii furaha hii ni kubwa kwa sababu kwanza mwaka huu ukihesabu okay, hija mbalimbali ambazo zimepita nyuma, ndiyo hija mwaka huu imekuwa na wepesi mkubwa sana, Mashallah na tumeona mabadiliko makubwa mengi Mashallah. Lakini la kufurahisha zaidi ni kwamba mahujaji wameweza kuhiji vizuri mashaallah, na kwa wepesi na hakuona taabu, kwa sababu atujapata mashtaka au malalamiko mashaallah inahusiana na taabu za hija mashaallah, ila kila mmoja alikuwa akisifia kwamba hija alhamdulillah, mashaallah, na akituombea hata Mungu viongozi ya Rab, rabbi waombea nchi Rab, viongoziombea hata Mheshimiwa Rais wa wa, wa, wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, amemwombea sana Mungu ya rabbi. Lakini mabalozi wetu hawa ambao tangu siku za da ndio, wameonekana kuangaikia mahujaji kweli kweli taasisi zote za za, za za, Tanzania. Mashallah wameshughulikia vizuri, mpaka sasa hivi tuko hapa airport Madina kwa ajili ya kujitayarisha kurejea nyumbani. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hija ni nzuri, wala haina wasiwasi Alhamdulillah. Samaha, wewe ni katika vipenzi vya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa karibu sana kwamba hufiki mji huu huondoki mji huu wa Saudia isipokuwa umemsalia Bwana Mtume na umechagua vi, viunga vya Mina kufanya hilo na, leo unawacha mji wake huu na unarudi nyumbani. Hii inakuumiza kiasi chochote? sana na, kiasi gani, niumiza sana kwa sababu ukiwa katika mji wa Madina unahisi kwamba unaye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unahisi kwamba ni mahala ambapo utakivi kumwacha mtume, lakini imekuwa tu ni mazingira kwamba anakulazimisha mm -hmm. kurudi, yeah, lakini tumefanya kazi kubwa ya kuweza kumzuru mtume sallallahu alaihi wasallam sana, sala msikitini pale pale, kila tukiswali tujaribu kumsalimia sallallahu alaihi, kupeleka na, na salamu za ndugu zetu wa Tanzania ambao wametupa tuzifikishe <laughs> Allahu akbar. Unaondokaje <laughs> katika mji wake bila ya kumwaga bwana mtume sallallahu <laughs> <laughs> alaihi <laughs> wasallam? Imepokewa hiyo samaha, inasemekana kwamba mwisho wa haji fulani ndiyo mwanzo wa hija nyingine. Hili kama mlezi mkuu mwenye dhamana ya juu kabisa kimamlaka kwa Waislamu wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hususan ukija katika eh, kipaumbele ambacho tunacho cha kuongeza idadi ya mahujaji kufikia hisa ambazo tunapewa na mamlaka, hili kwako unalichukuliaje na unalianza kuanzia lini? Ah, tangu tumemaliza hija no. tumepokea vilevile maelekezo kutoka wizara ya, ya hija ya hapa nchini Saudi Arabia no inaonesha utaratibu wa hija itakayofanyika mwakani hivi. hmm. ninavyosema tayari inazo document za vikao mbalimbali mbali vilivyofanywa na maelekezo ya wizara mbao anakwenda nayo nyumbani Tamam, na mengine isha yatuma kwa wenzetu ambao wako kule, yes, nyumbani iwaanze kuyafanyia kazi kabla sisi tujarejea. Hii ina maana ikisha hija hija nyingine inakuwa imeanza pale pale. Hivi, yes, wito wangu kwa Waislamu no. ni kuacha mazoea no. ya kutaka kuhiji na kujiandikisha katika taasisi mbalimbali mbali, katika kipindi cha mfungo mosi, kipindi cha mwisho kabisa. Masala yamekwisha siku hizi. Siku hizi kuna utaratibu mpya ambao mamlaka ya Saudia imetuwekea na Wizaratul Hajj imetuwekea. Kwa hiyo watu kuanzia sasa hivi wahakikishe kwamba wanaanza kujiwekea katika akaunti za, za taasisi kwa ajili ya kuja kutekeleza ibada ya Hija mwakani. Hakikishe mpaka kunako Shaabani 15, hiyo mukishamaliza kila kitu, kwa sababu ndio tarehe ya mwisho, maashallah, ya watu kushughulika na masuala hio, mashallah, Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sayun mashkurun wa kullu amun wa antum bi khair. Samahat Mufti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anaongea kwa huzuni ya kuviaga viunga hivi vitukufu vya Madina, sehemu aipendayo sana kuliko sehemu yoyote, huenda labda kama mwenyewe atatuambia vinginevyo. Ashim, Al Azhar TV Madina.